Alkheri Online TV. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu Waislamu wote, ndugu wa soko wa Waislamu, jambo hili la Watanzania limetugusa tukiwa kama wanawake. Mwanamke mwenzetu kaweza, na wafadhili wote mlomsaidia mwanamke mwenzetu kaweza, na sisi, kwa nini tusiweze, tuliokuwa majumbani? Hali yenyewe ndo kama hivi mnaona hali ipo, hali halisi ipo. Watoto walemavu tumewaona, watoto yatima tumewaona. Hawa wazazi waliokuwa hapa ni wanawake walokuwa hawana mwelekeo wa vipi wafanye, huku wanahitaji watoto na huku ana watoto wengine wadogo. Mwanamke mmoja ana watoto walemavu wawili, atawasaidia vipi? Tunaombeni tulokuwa wote, wananchi wa Tanzania na nchi ya nchi ya Tanzania, tuwajali hawa wazazi. Mkionana na kina Amira basi mtakuwa mmewafahamu wa wazazi, watapatikana wapi. Limenigusa, nimeliona, linatisha Tanzania ime, ime, yani inatuhuzunisha. Hawa watu wanahitaji sana msaada kutoka kwetu sisi. Kwa hiyo naomba baada ya kupata meseji hii, wanawake wote mliokuwa majumbani na mababa mlokuwa majumbani, kwa sababu hatuwezi kulenga wanawake watupu, mababa ndio mnahusika zaidi tugusieni kwa suala hili, isiwe Ramadhani tu, iwe kila siku, tuwajali hawa watu. Wanahitaji sabuni wafuliwe nguo, watoto wanahitaji kula, watoto hawawezi kwenda mashule kwa sababu uwezo wa wazazi wa kuwapeleka walemavu mashule, hizo hizo wheelchair zao si automatic chair Hizo ni, ni chea ziloharibika, zinatakiwa automatic chea. Mimi mmoja au wewe mwenzangu uliokuwa nyumbani mmoja, unamiliki nini na nini, unashindwa kumnunulia mlemavu mmoja wil chea? Harambea wil chea jamani, kwa wazazi naombeni jamani. Allahu akbar. Unaangalia Alkheri Online TV.